Lakini bila kusahau nyama. Nyama inakupa vitu vitatu. Unapokuwa unaila itakupa sukari ambayo baadaye itaenda kukutengenezea glucose na baadaye itakuletea shida ya kisukari. Hiyo hiyo nyama utakapoila itakupa protini. Protini hii itaenda kukuzalishia e, purine nyingi na baadaye itaenda kukutengenezea e, uric acid, lakini hiyo hiyo itaenda kutengenezea habari ya amino asidi. Habari ya asidi katika mwili zitajaa, lakini pia nyama hiyo hiyo unapokuwa unaitumia, inaenda kuzalishia mafuta mengi ambayo ataenda kuganda katika mishipa ya damu na baadaye presha itakuwa inakusumbua. Kwa hiyo mbali na sukari, kuna habari inayoitwa nyama ambayo sasa yenyewe ndiyo hatari zaidi katika maisha ya mwanadamu. Wewe unajiulizi kwa nini zamani watu ambao E, kabla ya nyama hata kabla ya garika watu walikuwa wanaishi miaka mingi zaidi, lakini baada ya kuanza kula nyama miaka ikapunguzwa ikawa inapungua, inapungua. Sasa hivi unaweza ukashangaa miaka hamsini ni mzee sana ambaye hata hajiwezi, wakati ukisoma katika Bibilia miaka hamsini mtu alikuwa bado hajaoa. Kaisoma Bibilia vizuri, unakuja kugundua kuna wengine watu wameoa wakiwa na miaka mia na themanini ndiyo wanaoa. Hebu jiulize, tunaenda wapi? Chakula namba mbili hatari katika maisha ya binadamu ni mafuta. Mafuta ambayo yanaganda katika mishipa ya damu ambayo yana cholesterol ni mafuta hatari zaidi katika mishipa, hasa yatoka nayo na, na, mbegu eh, na mbegu au na wanyama, ni hatari sana. Ambayo utayagunduaje? Haya utagundua pale ambapo umeweka mafuta yako katika ubaridi, amepigwa na ubaridi, lakini baadaye ukija kuangalia au usiku umelala, asubuhi unapoangalia unakuta yamejitenga. Kuna mafuta ambayo ni mepesi hapo juu na mengine mafuta yake yameshika chini. Sasa mafuta ya namna hiyo ni hatari sana. Mafuta unaweza ukakwepa katika kuyaweka, lakini uzingatie hata katika vyakula yanapatikana, ukiwemo na nyama. Nyama ni wasio watumi, wapendwa watu, katika Bwana ukiweza kuacha nyama, utakuwa umewini vitu vingi zaidi katika maisha na maisha yako atakuwa ni marefu zaidi, ukiini katika nyama. Lakini pia unashauriwa basi kuweka mafuta machache zaidi katika katika vyakula unapokuwa unaunga kwa kiasi tu kidogo, unapokuwa unaunga una. Lakini pia chakula namba tatu ambacho ni hatari zaidi ni chumvi. Chumvi nayo inafanya kazi sawasawa sawa na sukari inavyofanya kazi kwa kuyavuta maji, kuyatoa ndani ya seli na kuyatoa nje ya seli na baada ya hapo maji yanakuwa ni mengi katika damu na pressure inakuwa iko juu. Sasa moyo unasukuma kwa kasi, ili kusudi ukiamini ya kwamba maji hayo yakifika katika figo yakatolewe. Wakati huo huo katika figo, nguvu ya mvutano ni ndogo, ili ya kutoa maji kutoka katika damu kwenda katika figo. Sasa unajikuta yale maji yanabaki katika damu. Kwa hiyo wakati huo huo mzunguko unakuwa mkubwa, kwa hiyo mtu anapata anakuwa na pressure yake iko juu. Ndio maana watu wa pressure tunawazuia kutokutumia chumvi nyingi. Watumia kwa kiasi. Lakini pia tuwaache kuweka chumvi e, chini. Haijanona. Leta tuweke chumvi chini. Unakorogea hapo na unaona imenona. Ni hatari zaidi katika maisha ya mwanadamu. Lakini pia e, vyakula ambavyo pia nakushauri kushauri katika jioni ya leo uviongeze. E, ni kiwemo chakula kinachoitwa maji. Maji ni chakula kisha katika maisha yako basi unatumia maji kiwezekana lita tatu na kuendelea kwa siku, hapo utaweza kuzisafisha figo zako vizuri na hutakuwa na magonjwa haya nyemelezi na hayatakusumbua kabisa. Lakini pia epuka vyakula vyote ambavyo vina mafuta, vina chumvi na sukari nyingi. Vyakula vyako kula chuku chuku, vyakula ambavyo wakati mwingine kama ni samaki fresh, tengeneza supu, kula chumvi yako kwa mbali lakini pia kama ni ugali, tengeneza ugali wako mgumu wa Kisukuma, ambao wala sio lazima ukoboe. Kwamba mimi ni kila ugali ambao ni mgumu, e, tumbo linaniuma. Wewe umekuwa ni mtu wa wapi? Unauma tumbo wakati wakula, uga, chakula kama ugali? E, bwana, tue, serious sasa. Kingine hakikisha unatumia ma, ma, mboga mboga kwa wingi. Mungu ameweka siri kubwa katika mboga, na mboga ni dawa mboga za majani ukiweka hasa kalanga ukiziweka niza humo ndani e, utakuta kuna kitu kizuri zaidi ambacho kinatengenezwa ndani yake. Amini nakwambia, magonjwa yaliyo mengi utaepuka kupitia mchanganyiko na vyakula hivi vya mboga za majani. Lakini pia ukiweza kutumia mafo, e, kama vile e, vyakula vingine kama maharage, jegele, samaki, dagaa ambao ni nyama nyeupe, basi inakuwa ni salama. Kuku nao sawa. Lakini sasa unapokuwa unakula kuku kana kaganda kajuu, katoe kwa sababu kana mafuta e, na ndio katamu watu wanakapenda. Amina nakwambia. Ukizingatia haya machache nilokuambia. Ni machache sana lakini yana msaada mzuri zaidi katika maisha. Lakini cha mwisho mazoezi. Umekunywa maji umezingatia chakula lakini pia usisahau kufanya mazoezi. Mwili wa binadamu unahitaji angalau kutoka jasho, alau nusu saa ili kuweza kuweza ku- kuunguza yale mafuta pamoja na zile sumu ambazo ziko katika mwili wetu ambazo zinaweza kaani sukari, chumvi na kadhalika. Tunapofanya hivyo, mwili wetu unakuwa unapumua, unakuwa unaanza upya. Tutakuwa na maisha marefu zaidi tunapokuwa tunazingatia aina na namna fulani ya ulaji na mtindo wa mlaji. Lakini tuepuke mtindo mbaya wa maisha tu, tusikae bila kufanya kazi. Maana yake mtu mwingine anapenda maisha ya starehe; ni maisha mabaya zaidi. Kumbuka, hakuna duka ambalo linakuja linauza uhai katika maisha ya mwanadamu. Hakuna duka linalouza uhai, kwa hiyo kuwa makini, na hakuna mahali ambapo utakuja kupewa chance ya pili katika kuishi mpaka Yesu atakaporudi kwa mara ya pili. Sasa tunapokuwa katika hii dunia, basi zingatia mambo machache haya, kuambia ni mambo ambayo unayaweza wewe mwenyewe nyumbani, wala hahitaji gharama yoyote, maji vyakula na tena inakupunguza gharama. Nyama ina gharama kubwa, na vyakula mengine masukari manini haya mangano yana gharama kubwa, wali una gharama kubwa, lakini unapokuwa unatumia ugali wako gharama yako itakuwa wapi na nani atakucheka? Lakini wakati huo utabaki kuwa kijana wakati wengine wanazeeka. Sasa umeipata siri hii, basi mwambie na jirani yako ya kwamba sasa tumeamua kurekebisha mwili yetu kupitia ulaji. Bwana akubariki unapokuwa unazingatia hili na akupiganie e, katika e, maisha yako. Lakini atuandae katika ujio wa mara ya pili. Bwana akutie nguvu.